Bwana nawabariki eh, jina langu ninaitwa Meshak Ramazani Misanga, ni mhubiri wa injili kutoka kwenye maskani ya waamini wa ujumbe wa Sayao iliyoko jijini Arusha nchini Tanzania. Pia huduma yetu inajulikana kwa jina la Felix Mangosongo Ministry niko hapa kwa ajili ya kuelezea unabii ambao mwamba mashuhuri Yesu aliutoa tarehe mbili mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na nne. kuhusiana na kiongozi wa kidini ambaye alikubaliana na ushoga na usagaji na bwana alitoa tamko ya kwamba atapoteza maisha na unabii huu ulipotoka eh, tuliurusha kwenye akaunti yetu ya YouTube ambayo inajulikana kwa jina la Felix Mangosongo Ministry ndugu wateule na watu wote mkao juu ya nchi, rejea kwenye unabii huu kwenye tukio la unabii huu. Pia rejea kwenye, kwenye matokeo ya unabii huu ili uweze kupata anwani ambayo mwamba mashuhuri Yesu aliiweka, na hii ni sehemu tu ya unabii huu. Bwana na awabariki Yo,

Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia leo Aprili 21, 2025 kwenye Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema ya kuwa Papa amefia kwenye makazi yake Vatican, na taarifa zaidi kuhusiana na kifo chake zitatolewa. Papa, ambaye alizaliwa mwaka wa 1936, hivi karibuni alipitia changamoto ya muaji hadi kuhitaji mashine ya kumsaidia kupumua, na amekuwa akikabiliwa na matatizo ki ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu yaani nimonia, hadi kupelekea kulazwa kwa wiki kadhaa kabla ya baadaye afya yake kuimarika. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amen.